Ni Jumatatu ya tarehe 17 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Ni matumaini yangu buheri wa afya popote pale ulipo na karibu kwenye runinga ya Alshifa. Kumbuka unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook at Alshifa Digital Kenya, YouTube at Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na X at Alshifa Media Kenya. Ujambo na karibu, naitwa Yasir leo. Na mtazamaji, tukianza na taarifa kuu ni kwamba sherehe ya ufunguzi wa maktaba mpya imefanyika leo katika gereza la Mombasa Remand Prison kwa mafanikio makubwa, ikiwa ni hatua muhimu katika kuboresha mazingira na ustawi wa wafungwa. Hafla hiyo iliongozwa na Madam PC Salome Biako, ambapo alisitiza umuhimu wa maktaba hiyo katika kuwawezesha wafungwa kupata elimu itakayowasaidia watakapomaliza vifungo vyao na kurejea katika jamii. Ni taarifa ambayo imekuandalia Akizungumza katika hafla hiyo Madam PC Salome Baiko amesema kuwa serikali imejipanga kuhakikisha wafungwa wanapata haki zao za msingi ikiwemo malazi bora the

Vile vile kiongozi wa kikundi cha women empowerment Bi Amina Abdallah amesema kuwa anaendeleza mradi wa kuachilia huru wafungwa 20 walio na makosa madogo madogo ili kupunguza msongamano gerezani madogo. Uh, tulikuja hapa tena tukatoa zaidi ya 30 na leo pia tuko hapa tutaweza kutoa zaidi ya ishirini na huu ni mradi ambao tumeuanzisha, na kila baada ya miezi miwili tutakuwa tunatembea kuhakikisha kwamba prison zetu hazija, eh, inaitwaje hazijakuwa congested, kwa sababu uh, zikiwa watu wakiwa ni wengi uh, madhara yanakuwa ni mengi, si ndio? Na pia inaingia hasara kubwa kwa serikali. Kwa hivyo lazima tufanye partnership na government ili tuweze kushirikiana kwa hivyo huo ni mradi ambao tuliuanzisha na bado unaendelea. Kila baada ya miezi miwili tutakuwa tunatembea prison zetu zote kuangalia wale wana makosa madogo madogo, kupunguza idadi ndani ya kule prison. Kwa hivyo tuko gangare kabisa kuhakikisha kwamba prison zetu zinaweza kutoa huduma nzuri zaidi inayofaa. Katika kuunga mkono juhudi hizo, jamii ya Wabohora walijitokeza kuchangia vitabu kwa ajili ya maktaba, jozi za viatu kwa ajili ya wafungwa hao

And today we will be handing over even 300 pairs of shoes for the inmates. Ufunguzi huo wa maktaba umeonekana kama mwanzo mpya kwa wafungwa wa Mombasa Remand Prison ukiwa ni mlango wa elimu, matumaini, na mabadiliko katika maisha yao. Kwa ndugu zangu waliopo hapa, maktaba hii ni kwa ajili yenu. Iwe mahali pa utulivu kujifunza na kupata matumaini mapya. Kumbukeni, hali ya leo si mwisho. Kila kitabu unachofungua ni nafasi ya kuanza upya. Matumaini bado yapo na kesho inaweza kuwa bora zaidi. As we hand over this facility, we pray it brings learning and positive change to all those who will use it. Thank you all. Mukae na amani na Mungu awalinde wa daima. Nikiripotia runinga ya Alshifa kutoka kaunti ya Mombasa, minaitwa Yasir Lewa. Na kwengineko, kikundi cha mashirika ya wanawake mjini Mombasa kimefanikiwa kukusanya shilingi milioni kumi ndani ya muda wa chini ya wiki tatu, ili kusaidia huduma za matibabu kwa wanawake na watoto wa Gaza, eneo ambalo limeathirika vibaya na vita. Wanawake hawa wamewaomba Wakenya na wahisani kutoka mataifa mbalimbali mbali, kuonesha utu na huruma kwa waathiriwa wakisema, binadamu unavuka, unavuka mipaka ya dini, rangi na kijiografia. Mwanahabari wetu Amina Juma ana taarifa zaidi. Mwenyekiti wa Voice for Palestine Ahmed Sharif alisema Gaza inaendelea kukumbwa na uharibifu mkubwa unaosababishwa na mapigano, hali iliyopelekea vifo vingi, watu kuachwa bila makazi na kupoteza matumaini. Alibainisha kuwa zaidi ya watoto elfu thelathini wamebaki yatima, huku takriban watu laki moja elfu sitini na tano wakijipatia nafuu kutokana na, na majeraha. wanahitaji kuangaliwa katika hali ya kiafya, wanahitaji kuangaliwa katika hali ya matibabu. Watoto wamepoteza wazazi wao, akina mama wamepoteza bwana zao, wanahangaika sana. Kwa hivyo ni wajibu wetu sisi kama wanadamu kujitokeza, kuzungumza na kutetea haki ya hawa wanyonge ambao wanauawa bila y sababu. Tuwachangie, tuwatolee msaada hivi. Tulikuwa tunachangisha pesa ya matibabu, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumepata pesa ya kuwapatia matibabu lakini bado hatujafikia malengo. Kwa yule ambaye anataka kuchangia, anaweza kutuma mchango wake kwa one pay bill 150770 na account akaweka 34 Gaza. Zamzam Nasir, mwanachama wa kikundi cha wanawake cha Yadul Ulya mjini Mombasa, alisema kina mama wa eneo hilo waliguswa sana na mateso ya watu wa Gaza, jambo lilowaunganisha kuchukua hatua. Mimi ni mzazi na ni mama wakati tunaona watoto wanahangaika, watoto wanateseka, hawana matibabu, na tulipoletewa habari hizi tulisimama kidete kama wamama. Uchungu ule wa mama kwa mwanae si lazima uwe umemzaa yule mtoto, lakini ule uchungu kama mama tunahisi. Tukasimama sote wa mama wa Mombasa kidete katika kuhakikisha kuwa tutafikia hiki kiwango cha milioni kumi, zipelekwe Gaza kwa kusaidia watoto na kusaidia kina mama wanaohangaika bila uh, uh, matibabu. Katika ugandamizi na unanisaji wa Netanyahu. Mwakilishi wa SUPKEM Abdul Malik Ali alisisitiza kuwa suala la Gaza linapaswa kuangaliwa katika misingi ya ubinadamu na siyo dini. Aliyasifu mataifa ya Kiislamu na yasiyo ya, ya Kiislamu kwa kulaani ukatili unaoendelea na kuandaa maandamano ya amani. Kumevunjwa sheria za ICC, kumevunjwa sheria za ulimwengu mzima. Ni lazima kwa kila mtu aliyoko hai katika hii dunia saa hii kunyosha au kuenua sauti yake kupinga dhulma kama ile. Iwapo tutanyamaza mauaji kama yale yaendelea, dhulma kama ile yaendelea, itaweza kutuathiri mpaka kwetu huku. Leo mauaji kutokea, na tutaweza kunyamaza Kiongozi wa jamii Jamila Ibrahim aliwasifu wanawake hao kwa kufanikisha ukusanyaji wa shilingi milioni kumi ndani ya muda mfupi wa chini ya wiki tatu, akisema ni ishara ya nguvu ya umoja na huruma. Alitoa wito kwa wengine kuiga mfano huo na kusaidia jamii zilizo hata. Na hawa ni binadamu kama nyinyi. Je, ungependa kutendekewa na mambo yale yanatendeka huko Palestina ama Sudan? Kama ingelikuwa ni hapa kwenyu mungesikia vipi? Hebu angalieni utu wa ubinadamu. Wale wajamaa wanateseka ni binadamu kama nyinyi, ni wanadamu kama nyinyi, hawapati kula, hawapati hospitality ha, hawana nyumba ya kuegemea kujilaza, watoto wateseka, watoto wachanga wateseka, mzazi kama wewe anateseka. International community, nawaambia tafadhalini, mkuwe na utu wa ubinadamu, utu Tupate kusaidia wenzetu ambayo wanateseka, wanadhoofika. Ripoti ya runinga Alshifa, mimi ni Amina Juma. Na, mtazamaji madereva na waendeshaji bodaboda wameonywa kwamba watakamatwa na gari zao kufungiwa iwapo hawatakuwa makini katika msimu huu wa sherehe za Krismasi. Serikali ya Kaunti ya Mombasa kwa ushirikiano na sekta za usalama zimeanzisha mchakato wa kuhakikisha unapunguza ajali barabarani. Mwanahabari wetu Joseph Lewa ana mengi zaidi. So tutaanzisha speed cameras mfumo na tutaanzisha alcohol blow na tutaanza kushika zile gari ambazo ziko on road. Washikadau wa usafiri wamewataka madereva wa magari na bodaboda kuwa makini hasa msimu huu wa sherehe za sikukuu za Krismasi. Wakizungumza mjini Mombasa ambapo walikuwa wanaadhimisha siku ya wa kitaifa ya kuwakumbuka waliopoteza maisha barabarani siku ya Jumamosi, meneja wa mamlaka ya usafiri na usalama NTSA ukanda wa Pwani Naisiae Sankana aliwataka wananchi kuzingatia usalama wa barabarani, hasa kwa makini wakati ambapo wanaabiri usafiri wowote wa

You're not distracted. You don't have earphones or you're talking and you don't look at what is happening on the road before you cross. When as a pillion passenger before you board that boda boda do you ensure that, you know, do you ask yourself how many people are on this boda boda before you board? Ama munaingia mnangia mkiwa watu kumi and you end up crashing. Do you have a helmet? Are you wearing a jacket? If you're a passenger, Are you strapped? Either Walisisitiza kwamba kuna haja ya kufuata sheria za barabara kwa makini zaidi, wakiweka bayana kwamba ajali zimekuwa zikisababishwa na madereva ambao wamekuwa hawafuati sheria za barabara.

Walitoa onyo kwa magari ambayo ya hayana stakabadhi za kuwa barabarani pamoja na hadhi, wakisema kwamba atayakamata na kuyafungia, wakilenga kupunguza ajali ambazo zimekuwa zikitokea barabarani. Mombasa tutaanzisha the alcohol blow, alcohol blow ikienda na unajua, Mombasa pia tuko sasa na speed cameras, so tutaanzisha speed cameras hii mifumo na tutaanzisha alcohol blow na tutaanza kushika zile gari ambazo ziko unroadworthy Hatutaki sherehe hii ya mara hii tuwe na majanga Mombasa, hatutaki sherehe ya mara hii tuwe na watu ambao watakosa life ama muta, mutaenda hospitali ama ukose kiungo cha, cha mwili. So a strong notice from Mombasa County Government. Na ukiona leo tuko na wote, tuko na Kenya Police, National Police Traffic, NTSA wako hapa, tuko na watu wenye matatu wenyewe, kuna St Johns, kuna huyu wa health, watu wa, wa tuktuka wako hapa, matatu na kwingineko, tukiwa tumesalia na miaka miwili kuingia katika uchaguzi mkuu, baadhi ya wanasiasa tayari wameanza kujipigia debe kuweka wazi misimamo yao ya kisiasa. Seneta Mteule Miraja ametangaza rasmi azma yake ya kuwania kiti cha ubunge katika eneo la Likoni ifikapo mwaka wa elfu mbili ishirini na saba. Akizungumza katika hafla ya kuzindua michuano ya amani ya msimu wa pili katika uwanja wa Mwahima eneo la Likoni, Miraji amesema kwamba yuko tayari kuingia kwa debe na ana imani atawalaza washindani wake. Hatua hiyo imeonekana ikipigiwa debe na baadhi ya wanasiasa na wafuasi, wakimtaja Miraji kama kiongozi pekee atakayeleta mageuzi katika eneo bunge hilo. Kwa la ilaha illa Allah Muhammad rasul Allah wa, mwaka wa 2027 moja kwa moja hadi CDF ya Likoni. Kazi kwenu wakaaji wa Likoni, mumpata tende, musirudisha maskati, ile ni yenyewe tende. Hii bahati yenu, mimi namtamani aje kwangu, lakini ntampata na Walikoni wenyewe washamtaka, kama yeye alilekwa, kama yeye alichaguliwa, kwanini huyo asichagulile? kwa nini huyo asichagulile? Mimi namuona mbunge wa eneo hili alikwenda bungeni kwenda kuimba aabab usiodego Mheshimiwa Mbunge, mtakiwa Walikoni mama haki na kuomba na namwomba Mwenyezi Mungu akujalie. Hii Likoni tumbaki ya mayatima na hatuna mtetezi, mi naona mtetezi mwewe mama. Wale wanaosema mtoto yule hajulikani atakamke ama atakamume, nawaambia leo jua la utosi liking'ara kingara ya kwamba Seneta Miraji Mungu akipenda atakuwa katika ulingo wa kiti cha ubunge hapa Likoni, na mi nawaomba matakwa yangu mimi na nyinyi, nanyi mumtake wagapi wasema mama ake. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka eneo bunge la Likoni, tunapata mapumziko mafupi, lakini tarajia na habari za kimataifa na spoti, usiende mbali. Namshukran sana mtazamaji, kwa kuendelea kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii. Pale Facebook ni Alshifa digital Kenya, YouTube at Alshifa television Kenya, Instagram, TikTok na X at Alshifa media Kenya. Na mtazamaji, tuangazie habari za kimataifa, ambapo mahakama ya uhalifu ya kivita Bangladesh imemhukumu kifo aliyekuwa waziri mkuu Sheikh Hasina baada ya kumpata na hatia ya kuamuru ukandamizaji wa maandamano ya wanafunzi mwaka 2024. Hasina, ambaye kwa sasa yuko hamishoni India, alihukumiwa kwa kutokuwa mahakamani, huku ushahidi wa mawasiliano ya simu ukionyesha alitoa maagizo ya kutumia nguvu kali dhidi ya waandamanaji. Mahakama ilisema ilikuwa ni jukumu la amri kwa vitendo vya maafisa wake vilivyosababisha vifo na mateso. Hukumu hiyo inafunga kesi iliyodumu takriban mwezi mmoja, na Hasina anaweza kukata rufaa iwapo atarajia nchini au kukamatwa ndani ya siku 30. Na mtazamaji tuangazie michezo ambapo zaidi ya mataifa 30 yamewasili katika kaunti ya Kwale ili kushiriki katika mashindano ya kimataifa ya baiskeli ambayo yatafanikiwa katika kaunti hiyo. Akizungumza na wanahabari, Rogers Chimega ambaye ni mshauri katika ofisi ya waziri na wa michezo na ubunifu nchini Salim Mvurya alisema kwamba mashindano haya yataanza tarehe 19 yakijumuisha vijana kuanzia umri wa miaka 23 na zaidi kukiwa na vitengo vinginevyo kwa upande wake Francisca Kilonzo ambaye ni waziri wa huduma za jamii na ukuzaji wa talanta katika serikali ya kaunti ya Kwale alisema kwamba mipangilio kuhusu mashindano hiyo itakuwa tayari, huku akiwataka wakazi wa kaunti hiyo na pwani kwa ujumla kujitokeza kushangilia timu yao ya Kenya ambayo itawakilisha taifa katika ngarambe hizo. Hata hivyo, ameelezea kwamba usalama utaimarishwa katika sehemu zote wakati wa mashindano hayo. Uh, wanaoshiriki ni kuanzia 23 years and above wanaume na wanawake Do kwa wanawake eh, pengine distances zitakuwa tofauti na zile za wanaume, lakini wote watakuwa wanashiriki katika resi zile. Alafu pia kuna mixed time uh, trial. hii inamaanisha kwamba mtakuwa kwa mfano team Kenya wale wanaume wanawake, na pengine Uganda, Tanzania, Rwanda, wote watakuwa wanashindana katika ile mixed, mixed race ya yeah, time trial, wakiweza ile ile nchi ambayo itachukua muda kidogo, basi wale ndo wata watatangazwa kama washindi. Alafu kuna individual time trial ambayo ni ya kila nchi itatoa mtu mmoja mmoja, waweze pia kushindana na muda. We are ready to host the games, maanake tukizungumzia mambo ya security, team zimeanza kuwasili tangu Thursday, kwa hivyo kila kitu it's amepata fursa ya kipekee sisi kama wakwale kukaribisha Afrika nzima kuja katika mashindano ya baiskeli ambayo ya yataanza kuanzia tarehe 19 hadi 23. Mashindano haya ni maalum ambayo yamekuwa yakifanyika katika kaunti nyingine, lakini kwa mwaka huu tunakaribisha wakenya wote wakale wote. Kwa niaba ya gavana wetu mama Fatuma Achani, watu wa barabara wame make sure barabara nazo ziko sawa, kwa sababu cycling haipendi hizi bumps kubwa kubwa. Tumeweza kuondoa bumps zingine kama pale Mvindeni kama pale Lotfa, zile bumps tumeweza kutoa make sure hii hii championship itakuwa tumekuwa na mkutano na hata na county commissioner ambao tumeweka mikakati mizuri ya vile ambavyo tutaweza kucontrol uh, zile crowd, na pia kucontrol usalama wote. Mimi nina imani wale viongozi wa security ambao tuko nao kutakuwa streamlined kwa hizo four days, hakutakuwa na hiccups yoyote uh, katika huo mchuano ama katika hiyo marathon ikiendelea. Mtazamaji, tuangazie ugaibuni ambapo Arsenal watashindana na Chelsea katika mbio za kumsajili beki wa Ivory Coast Osman Diomande kutoka Sporting, na Liverpool wataanzisha mazungumzo na Brighton ili kuanzisha kifungu cha kumsajili winga wa Gambia Yacoub Minte mwenye umri wa miaka 23. Na kwingineko jarida la Fichages limeripoti kwamba klabu ya Chelsea ipo tayari kupambana na Barcelona katika mbio za kumsajili foadi wa Argentina Juliana Alvarez ambaye anaichezea Atletico Madrid. The Blues huenda akapeleka donge nono kwa ajili ya mchezaji huyo na mtazamaji, kufikia hapo, sina la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hizi, mhariri alikuwa ni Joseph Lewa Yuma, kamera ni Dennis Maina, mimi ni Yasir Lewa. usiku